Uh, a lot of concerns namna yes, unavyoishi kule yes. Nataka uieleze mahakama kama hali ikoje sasa. Nashukuru na, Mheshimiwa, nashukuru sana Mheshimiwa, kabla sija ku, sija sema hayo, naomba ni nitangulie nitangulie kusema nukuu kauli ya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 It it never be, it never will. Mamlaka huwa haitoi chochote bila kudaiwa, haijawahi kutokea na haitatokea. Baada ya kudemand hapa mheshimiwa, baada ya my demands here, kesho yake mkuu wa gereza aliniita akaniambia unataka tufanyeje? Mheshimiwa Mheshimiwa, nitamwambia nataka yale ambayo nimelalamikia tangu siku ya kwanza niruhusiwe ibada. Kwahape turipoti tu Mheshimiwa kwamba Jumapili iliyofuata nimeletewa padre kwenye seroya, aliletwa Padre George ali, nimepata huduma ya kiroho. Na bwana jela akauliza na, na kingine nikamwambia Nataka nifanye mazoezi mahali salama uwanjani, kama unakumbuka mwisho nilikwambia uwanja uko nyuma ya selo yangu. Akasema na hilo granted. Kwa hiyo siku hizi nafanya mazoezi uwanjani, napata some fresh air. Kwa hiyo, na hiyo imetekelezwa. Na mawakili wangu siku hizi tunaonana kwenye kachumba fulani. <laughs> Kwa hiyo mheshimiwa, hiyo my demands zilisaidia kufanya mabadiliko, na nashukuru ulinisikiliza mheshimiwa, ulinipa muda nikueleze ya ya mle. Kwa hiyo, kuna kuna hayo ya pia yamerekebishwa, tuko tuko tunaenda vizuri, ila sisemi tuenda vizuri niendelee kukaa mle.